Sasa katika ni hili ni waombe wanasiasa, hatuhitaji busara wala hekima wala usalamu na ukarimu. Hivi vimetufikisha hapa. Niseme moja kwamba Yanga hatufundishwi. Mapambano haya tunayajua, tuwakumbushe, fuate wale wengi wafanye haya. Maolevu kama haya, Yanga alitoa timu wanjani Yanga na, ya na, na Pamba. Wakatufungia. Yanga bana pia msiki kaunda tu. Sasa rafiki hapo. Hasa wanapata wao. Si Yanga. Lakini pili kutuambia si ndio si vema? Hii ni klabu ile inajipambanua. Hii is boss, tuna michezo mingi. Asichagulie mchezo. Mimi mmoja, asichagulie mchezo. Naombea nafasi uongozi uo so la <laughs> ni zamana. Huwezi kusema huu mpira wetu si mali ya familia. Lakini la mwisho, wajue TFF imesajiliwa kama ilivyosajiliwa klabu yake. Michezo yote nchini hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria za mchezo.